Mheshimiwa Rais anasema anatambua na kuthamini mchango wa bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa, wa, wa Tanzania katika kuimarisha umoja, afya na mshikamano kupitia michezo inayoendeshwa. Niendelee kutumia nafasi hii kueleza kwa kifupi manufaa ya tukio hili Grand Bunge Bonanza. Tamasha hili ni kubwa kati ya matukio yanayoandaliwa na bunge yanayojumuisha wana michezo na wadau mbalimbali na hili linafanyika sasa kwa miaka mitano mfululizo, likiwemo na ile bunge marathon. Na hili tukio tunalishuhudia likipata mabadiliko kila mwaka, na kuwa bunge linalo tukio la michezo linalofanikiwa sana. Tukio hili linajumuisha michezo mbalimbali ambayo inawaweza kuruhusu washiriki kushiriki mchezo wote ule, kama ambavyo mmeona michezo ambayo leo imechezwa. Bonanza hili pia ni mkakati wa kuunga mkono wa jitihada za Mheshimiwa Rais za kuhamasisha Watanzania kushiriki mazoezi ya viungo pale unapopata nafasi. Sote tumeona nchi nzima watu wakishiriki mazoezi ya viungo na tulitenga Jumamosi pia kuanzia saa kumi na mbili asubuhi mpaka angalau saa tatu Watanzania wote washiriki mazoezi mbalimbali ya viungo ikiwemo na kucheza michezo kadhaa. Na kwa hiyo bara bonanza hili lina mchango mkubwa katika kuhamasisha uwepo wa utamaduni wa kufanya mazoezi ya mwili, lakini pia hapa kwa Bunge bonanza linahamasisha wabunge na kuwajengea utamaduni wa kufanya mazoezi ya mwili miongoni mwao pia watumishi wa Bunge, na mwaka huu tumepanua wigo kwa kuwaleta wadau kutoka taasisi mbalimbali. Mazoezi haya tunayofanya kupitia michezo hii na kupitia e, bunge bonanza yana umuhimu mkubwa si tu kwa afya, bali pia inajenga urafiki miongoni mwetu, inajenga mahusiano mema miongoni mwetu ya kimichezo, lakini lakini pia inaimarisha afya ya akili kwa kuburudisha, kwa kucheza michezo mbalimbali, na hivyo kuongeza ufanisi katika utendaji wa majukumu yetu ya kila siku kwenye maeneo yetu. Kupitia michezo na burudani, bonanza hili pia limejenga misingi ya mshikamano, upendo na ushirikiano miongoni mwetu, na ushirikiano huu umepelekea kuwa msingi muhimu wa kujenga taasisi iliyo imara hasa kwenye taasisi yetu ya bunge ambayo inatekeleza majukumu yake kwa waledi na kwa mustakabali wa maendeleo ya nchi yetu, kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania. Tamasha hili pia ni sehemu ya utekelezaji wa ajenda ya kitaifa. Mwaka huu tuna ajenda muhimu nchini, na Bonanza lime limeandaa hili kauli mbiu inayokwenda kuendeleza ajenda ya kitaifa, na kauli mbiu ya mwaka huu inasema: Shiriki uchaguzi mkuu kwa maendeleo ya taifa letu.